wetu ambao wanapata kipaimara, walimu wenzangu, wazazi na walezi maashamba, Waba, Askofu mkuu, niko kwa niaba ya wazazi wenzangu. Kwanza tuanze ka kushukuru sana kwa baraka kubwa ambayo nawapatia watoto wetu leo kwa sakramenti hii ya kipaimara, tunakushukuru sana Sister mafrateli wote ambao kwa pamoja wamefanya kazi kubwa sana ya kuwafikisha watoto wetu hapa, tunawashukuru sana Paroko na timu yako nzima. Nafasi ya kipekee tuwashukuru sana makatikista. Tumepana Askofu kwenye maungili yako imekuwa ni darasa kubwa, nami nafikiri ni kwa sababu tu wazazi yatubana sana lakini ingethibitisha kwamba na sisi tumejifunza mengi, pamoja na kwamba tulishapita kwenye hatua hiyo. Tunawashukuru sana makatikista kwa kazi kubwa mliofanya yote ambayo yameelekezwa kutoka kwako mapadri, lakini makatekista wamefanya na watawa, kama wazazi tutayasimamia katika malezi ya watoto wetu. Tuko kwenye kipindi cha changamoto kubwa ya kimalezi, lakini tutatimiza wajibu wetu kama wazazi na walezi. Tuliahidi tu kanisa, tutaendelea kuwa walei. Tutaendelea kutumika na kanisa wakati wote. Turudie tena shukurani zetu Babaaskofu, kumshukuru sana kama wazazi na walezi, baba Maroko, mapadri, mtawa la na makatekista, na hatuna kubwa kusema zaidi ya shukurani. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.